Dkt. Tulia Ackson na mimi nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa jambo hili ambalo umelifanya. Kweli mapenzi yako yanaendelea kuonekana kwa Wanakela, lakini sisi wana Mbeya Mjini, ndugu zangu, leo niko hapa nimekuja naye. Mheshimiwa mbunge wetu wa Mbeya Mjini anaendelea kufanya kazi nyingi sana jiji la Mbeya. Kumbe hata Wanakela huku mnakumbukwa. Dkt. Tulia ameendelea kuyafanya haya kwenye maeneo mbalimbali katika nchi hii na leo mmeshuhudia tukio hili Mheshimiwa we mbunge wetu Dr. Tulia Ackson ni, ni moyo wake kama walivyosema wengine na wengine wamesema mengi hapa. Yeye kama alivyo hivyo hivyo amekuwa akiendelea kuyafanya mambo mengi sana. Sisi wana Mbeya Mjini hatuna mashaka naye hata kidogo ndugu zangu. Na tuwe na uhakika kwamba chama chetu cha Mapinduzi na sisi viongozi wa chama tunaendelea kumlinda hata nyewe wana Kyela, eh hata nyewe wana Kyela huku bado mnaendelea kumuombea kwa sababu ni speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tumesema Samia mitano tena, Dr Tulia tunasema bado tupo tupo naye sana eh, kwa sababu kwa umri wake hatuwezi tukasema miaka mitano ah, bado tupo naye sana lakini, ndugu zangu, hapa mnaye mbunge Mheshimiwa Kinanasi alikuwa mwenyekiti wa wilaya kama mimi. 2027, tuliingia naye tukawa wenye viti wa wilaya 2020, akavuta fomu akapata ubunge wa jimbo hili la Kyela. Mimi namfahamu vizuri, ni mbunge anayechapa kazi. Nimemfahamu kuanzia kule tukiwa wenye viti yote wa wilaya, lakini baadaye akapata ubunge. Kwa hiyo mtumieni vizuri kina nasi, ni mbunge mzuri, anachapa kazi, ni mbunge anayewafikia, ni mbunge ambaye ni msikivu. Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu Niwapongeze sana madiwani wangu niliowakuta hapa. Hongereni sana. Endeleeni hivyo kushikamana na mheshimiwa mbunge wetu. Na mimi nimefarijika sana nilipowaona hapa kwa sababu ukifika kiongozi wa chama unakuta na wenzako wapo basi inakuwa ni faraja na furaha kubwa. Lakini ndugu zangu, kwa kumalizia, tuseme tuendelee kushikamana wana kila. Tuendelee kupendana. Na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Wote kwa pamoja tushikamane ili tuweze kuvuka salama katika uchaguzi huu. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana jembe langu, mwenyekiti mwenzangu. Mimi nakufahamu vizuri tangu tumechaguliwa 2022, maana yake mimi kipindi changu cha pili bwana. Wewe tumechaguliwa 2022 na nafahamu namna ambayo unachapa kazi. Endelea kusimamia chama vizuri kwenye kata, kwenye wilaya yetu ya Kyela ili mambo yaende barabara. Mimi sina mashaka na wewe. Baada ya kusema hapo nikushukuru sana kwa nafasi hii. Kwa kunipa nisalimie nami kwa upendeleo huu wa Kyela. Asante sana mwenyekiti.